Mjumbe maalum wa rais Dr Samia Suluhu Hassan ambaye ni Daktari Jakaya Mrisho Kikwete na ni rais mstaafu wa nchi ya Tanzania, alipokuwa akihitimisha ziara yake huko nchini Burkina Faso alienda na ujumbe ambao ni salamu za rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutoka nchi ya Tanzania. Na haya ni maneno ya mjumbe huyo, alisema: rais wangu amenituma nije kuwasilisha ujumbe maalum kwako na nimefurahi umenipa fursa hiyo, na leo umepokea rasmi. Na akaendelea kusisitiza kuhusiana na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano baina ya nchi za Afrika, hususani kubadilishana uzoefu wa pamoja ili Afrika iweze kuendeleza rasilimali kwa ajili ya faida ya watu wa bara la Afrika, na kama ambapo ulikuwa ufanyika hapo Uagadugu nchini Burkina Faso. Basi mtazamaji wetu wa Masta Tizi Online TV, hizo ni salamu ambazo zilikuwa zikiendelea hapo Burkina Faso eh, salamu za kupeana tano. Kama tunavyojua jadi na kawaida ya rais wa Burkina Faso Captain eh, Traore, salamu yake huwa inakuwa mara nyingi ni kupeana tano, hanaga salamu nyingine. Nikukumbushe tu kama bado ulikuja subscribe kupitia akaunti hii ya Masta Tizi, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe, na ndipo utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka hapa hapa Masta Tizi Online TV.